Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa katika msiba mkubwa kwa kupotolewa ghafla na mmoja wa viongozi wake mashuhuri, Sheikh Abeid Amani Karume, makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania na rais wa Chama cha Afro Shirazi, pia mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar. Aliuawa tarehe saba mwezi wa Aprili mwaka sabini na mbili. Tarehe kumi, wananchi wa kuu mbalimbali na wanabalozi walifika Zanzibar kuhudhuria mazishi na kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu. Maelfu ya Watanzania wa visiwani na bara na wageni mbalimbali wakiongozwa na Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere waliandamana kuisindikiza maiti kutoka Ikulu hadi makao ya Afro Shirazi Party ambako mwili wa marehemu uliwekwa katika malazi ya mwisho. <tweak> <tweak> Bendera za chama cha Afro Shirazi, TANU na ya Tanzania zilitangulia msafara huo. <tweak>

la ilaha illa Allah. Wakati jeneza lilipowasili makao makuu ya chama, maelfu ya wazalendo walilia na kuomboleza kwa kutokwa na kiongozi wao mpenzi aliyetoa juhudi zake zote kwa kupinga unyonyaji, ubepari na ukabaila. Mazishi yaliendeshwa kwa kufuatana na mila za Kiislamu. Maiti ilipoteremshwa kaburini ilipokewa na wanaye marehemu mabwana Amani na Ali wakisaidiwa na wanajeshi. Maiti ilipokushawekwa kaburini, Rais Nyerere alikuwa wa kwanza kutia mchanga kaburini akifuatiwa na makamu wa pili wa rais bwana Kawawa, bwana Mainza Chona, makamu wa rais wa Zambia na wakuu wengine <tipi> Baadaye Sheikh Isa alitoa takbiri na kumwombea dua marehemu. Lieutenant Colonel Musa Mesara alisoma historia ya Sheikh Karume, shujaa aliyepigania neema watu wake. Mwisho maua yaliwekwa kaburini, wa kwanza ikiwa Rais Nyerere, akifuatiwa na wakuu wengine. Kifo cha Sheikh Karume kimeacha pengo kubwa sio tu kwa Tanzania bali kwa Afrika nzima, na kwa nchi za kimapinduzi ulimwenguni pote. Sheikh Karume alisimamia heshima ya mtu mweusi na alipigania haki na usawa wa binadamu, ukombozi wa Zanzibar na Afrika nzima kwa jumla.